Huduma ya kanisa kwa watu wenye ulemavu na mahitaji maalumu, kanisa Anglikana Dayosisi ya Tabora inazidi kuleta matumaini na faraja kwa kundi hili la wahitaji, ambapo katika awamu hii wasamaria wema, kwa kuguswa na mahitaji ya watu hawa, wamejitolea mavazi ya aina mbalimbali, ambapo kupitia timu hii ya watumishi wa Mungu wanafanya uchambuzi wa kina, kutenga mavazi haya ili kukidhi hitaji la wazee, wanawake, vijana na watoto. Mimi naitwa Mwanaisha Madusi, ni mmiliki wa Mishazi Dry Cleaner, tunapatikana Kanyenye mtaa wa shule. Ninashukuru Mungu nimepokea tenda hii kutoka kanisa la Anglikana Tabora. tumeshaanza kufanya hii kazi na tutafanya kazi vizuri kwa moyo, kwa sababu wenzetu wamejitolea, na sisi pia lazima tuonyeshe moyo wa kujitolea katika utendaji wetu wa kazi. Tutaifanya kazi vizuri, nguo zitafuliwa vizuri, zitapekiwa vizuri na zitaenda kwa wahusika kama ambavyo zimetakiwa zifike. Kukamilika kwa zoezi hili kukafungua ukurasa mpya wa kusafirisha nguo hizi sehemu maalum ambapo zitasafishwa kwa kufuliwa na dawa na manukato maalum ili kuhakikisha zinafika kwa walengwa zikiwa nadhifu kulingana na hitaji lao. Hapa tunaangalia sasa nguo zetu, vipengele muhimu vya kuangalia katika nguo kama imetakata au bado ni kwenye makwapa, shingoni huku chini huku, na jiu, hii, tayari, sawa, kukausia, tayari, huku na kuiangalia tu mbou, mm -hmm. Kwa juu kwa ujumla hivi kama hii tayari ipo sawa, tunaamia kwenye upande wetu wa kukaushia hapa. Tayari nanisha huku na kuisiliza, tukiiweka tu umu kama hivyo. Sehemu nyingine hazitakata maji, kwa lazima tuipitishe ili tuhakikishe kazi zinakuwa safi zaidi ya nguo 584 na jozi 40 za viatu zilichambuliwa na timu hii maalum, na hapa zoezi la ufuaji kwa kutumia mashine linaendelea. Kiukweli, mama wangu anajitahidi sana. Ningetamani wanawake wote wangekuwa kama mama au zaidi yake bana. Haikuwa rahisi kwa yeye kupitia hatua zake zote hizo alizopitia mpaka kufika hapa, ni kwamba tunamshukuru tu Mungu. Asante kwa wote waliotoa kwa moyo mavazi haya, kwani si kama mnazo nyingi kiasi hicho, bali ni upendo na mapenzi mema kwa kundi hili la wahitaji. Changamoto kubwa ni uelewa wa wateja, kwa sababu sisi tunafua kwa kutumia umeme. Kwa hiyo kuna umeme unatumika, kuna maji yanatumika, kuna maji, kuna tumika sabuni. Kwa sasa ni mtu ukimpa bei zile za dry cleaner wanakompea na bei za dobi wa mkono nasikia, sisi kwetu tunafua koti shilingi mia tano wao huku wasema koti, lakini sasa ni tofauti.